Watu 15 walijeruhiwa Alhamisi, wakiwemo wawili vibaya, wakati ndege mbili za kijeshi za Korea Kusini zilipodondosha mabomu manane nje ya eneo lao la mazoezi wakati wa mazoezi ya kijeshi, maafisa walisema. Mamlaka ilisema kuwa ganda linaloshukiwa lilitua kwenye barabara karibu na nyumba katika kijiji cha Pocheon, kilichoko kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Seoul, na kujeruhi watu 15 na kuharibu majengo saba, Yonhap News iliripoti. Takriban wakazi hamsini katika eneo hilo wamehamishwa hadi kwenye ukumbi wa jiji wakitafuta hifadhi mbali na eneo la bomu. Tukio hilo lilikuwa ni shambulizi la kwanza la ajali lililofanywa na ndege za kivita za Korea Kusini na kusababisha majeruhi. Mamlaka zinaamini kuwa idadi ya waliojeruhiwa itaongezeka huku watu wengi wakitafuta matibabu. Maafisa wa zimamoto waliripoti kuwa watu wawili walipata majeraha mabaya na majeraha mengi yakiwa ni kuvunjika kwa mifupa. Watu waliojeruhiwa wamepelekwa hospitali kwa matibabu. Maafisa wa kijeshi walisema ndege za kivita za KF-16 zilizohusika katika zoezi la kuzima moto zilidondosha kwa bahati mbaya mabomu manne ya MK-82 kila moja nje ya uwanja uliopangwa wa mazoezi huko Pocheon. Jeshi la anga lilitangaza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na kuomba radhi kwa madhara yaliyotokea kwa raia na kuhakikisha kuwa fidia itatolewa. Mapema siku hiyo kwa kusini na Marekani zilifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi kilomita 25 kusini mwa mpaka wa Korea na kupeleka zaidi ya vipande 160 vya zana za kijeshi.